Miaka mingi iliyopita mvulana mdogo alikuwa akihudhuria shule ya Jumapili kwa uaminifu huko Chicago, na wazazi wake walipohamia sehemu nyingine ya jiji, bado mvulana huyo alitaka kuhudhuria shule ile ile ya Jumapili, ingawa ilimaanisha kutembea umbali mrefu na kuchoka kila Jumapili. Aliulizwa kwa nini alikuwa tayari kutembea umbali huo wakati angeweza kuhudhuria shule ya Jumapili iliyo karibu na nyumbani, naye akajibu ah, ni kwa sababu pale wananipenda. Basi sina shaka kabisa kwamba watu walivutiwa na Yesu na na na wanamfuata hapa kwa sababu wanajua anawapenda yeye yeye anawapenda waliotengwa, anawapenda wenye dhambi wa wakati wake, na bila shaka hili linawaletea dharau na kejeli kutoka kwa Mafarisayo wenye kiburi na wanaojiona kuwa waadilifu. Na tunapoendelea na uchambuzi wetu wa mfululizo wa injili hapa, sasa tutaingia katika Luka sura ya 15 na tutasoma hapa mstari wa kwanza watoza ushuru na wenye dhambi wote walikuwa wakimkaribia ili kumsikiliza, na Mafarisayo na waandishi walinung'unika wakisema, mtu huyu anawapokea wenye dhambi na anakula nao. Unaona, kulingana na desturi zao za kidini, kama ungekuwa umekula chakula na watu ambao walikuwa hawajatakasika kidini, basi na wewe ungekuwa najisi. Mfarisayo hangeweza, hangeweza hata kukaribia mtoza ushuru yeye yeye asingejihusisha na watu waliotengwa kidini, na hakika asingekula nao. Sasa Yesu anawakaribisha watu wa aina hii, na na Mafarisayo na waandishi wanamlaumu. Sasa kama jibu kwa mtazamo wao, Yesu atatoa mifano mitatu. Kumbuka, mfano ni hadithi ya kawaida yenye maana ya mbinguni. Hii mifano mitatu yote inahusiana na, na kutafuta kitu au mtu aliyepotea. Ea, leo tuna muda wa kuangalia mifano miwili ya kwanza katika safari yetu na wa kwanza unahusu kondoo aliyepotea mstari wa nne. Ni yupi kati yenu mwenye kondoo mia akipoteza mmoja wao haachi wale tisini na tisa nyikani na kwenda kumtafuta yule aliyepotea mpaka amkute? Jibu la wazi kwa wote ni kwamba angalia, ndivyo mchungaji mzuri anavyopaswa kufanya. Hakuna mchungaji atakayesema, unajua, wakati mwingine unashinda na wakati mwingine unapoteza. Hapana, kila usiku wachungaji walipokuwa wakikusanya makundi yao walikuwa wakiwahesabu. Kwa njia kondoo mia moja ni kundi kubwa, na wasomi wa Biblia wanasema hili linaonyesha kwamba Yesu anaelezea kundi la kondoo la kijamii. Kungetokea wachungaji kadhaa waliokuwa wakihusika katika kuwatunza, na hiyo inaeleza jinsi mmoja wa wachungaji angeweza kuwaacha wale 99 pale uwandani na kwenda kumtafuta aliyepotea. Walikuwa watu makini sana hawa wachungaji. Kwa kweli, kila usiku mchungaji hangeishia tu kuwahesabu, angetumia fimbo yake, na walipokuwa wakipita mmoja baada ya mwingine, angegawanya manyoya yao ili kuona kama kuna wadudu au majeraha. Unaona, manyoya yanaweza kuficha matatizo kwa urahisi. Tunaposema leo hii kuhusu kufunikwa macho kwa sufi, tunatumia msemo ambao umetokana na ulimwengu wa uchungaji. Basi Yesu anasema hapa kwenye mstari wa tano kwamba mchungaji anapompata yule kondoo aliyepotea humweka mabegani mwake akifurahi. Kwa kweli, mstari wa saba unaunganisha hili na furaha ya mbinguni juu ya kumpata mwenye dhambi aliyepotea. Kama Yesu anavyosema hapa, vivyo hivyo kutakuwa na furaha zaidi mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye. Sasa Yesu anatoa mfano wa pili, huu ukihusu sarafu iliyopotea. Hapa kwenye mstari wa nane anaelezea mwanamke aliyepoteza moja kati ya sarafu zake kumi. Wataalamu wanaofahamu utamaduni huu wanapendekeza kwamba sarafu hizi zilikuwa sehemu ya mahari yake ya ndoa, na mara nyingi zilitengenezwa kuwa mapambo yaliyovaliwa kichwani kama taji. Basi sarafu hii ina dhamani kubwa ya kihisia hivyo, ataamua kufagia nyumba nzima, bwana anasema. Na siku hizo sakafu za nyumba za watu wa kawaida zilikuwa zimefunikwa na majani na nyasi. Kimsingi, anatafuta sindano kwenye rundo la nyasi. Kwa hiyo atafagia kila kitu na kisha kuchambua kwenye rundo hilo hadi apate ile sarafu. Sasa anapofanikiwa, Yesu anasema hapa kwenye mstari wa tisa, anawaita rafiki zake na majirani akisema, furahini pamoja nami kwa maana nimeipata ile sarafu niliyopoteza. Unaona, Yesu hapa anaonyesha furaha iliyo mbinguni juu ya mwenye dhambi anayeokolewa. Sasa hili ni jambo ambalo mafarisayo hawalielewi. Wao wanafikiri kwamba mwenye dhambi aliyepotea hana thamani yoyote. Mtazamo wao ulikuwa, unajua, bora aondoke tu. Kwa kweli, marabi wa siku za Yesu walikuwa wanafundisha kwamba Mungu anafurahi mwenye dhambi anapokufa. Yesu anafundisha hapa kwamba Mungu Baba anafurahi mwenye dhambi anapookolewa. Ninapenda mfano wa mwandishi mmoja aliyesema kwamba huu ni Mungu katika neema yake akiinama kututafuta kwenye sehemu chafu za dunia, akiinama na kuchambua vumbi na takataka ili kuinua hazina ya waliokombolewa wake kutoka kwenye taka walimwangukia. Labda leo unawazo kwamba unahitaji kujisafisha kwanza kabla hujaja kwa Kristo. Labda unafikiri unahitaji kusawazisha maisha yako kwanza, ndipo Mungu atakukubali. Sasa umeweka mambo yote katika mpangilio usio sahihi. Yeye ndiye anayekupata h na yeye ndiye anayekufanya uwe wa kukubalika. Anakupata ukiwa kwenye uchafu wa dunia, kwenye pipa la dhambi, umefunikwa na uchafu wa hatia. Sikiliza, hujitakasi mwenyewe kabla hujaja kwake. Unakuja kwake na yeye ndiye atakayekutakasa kwa kweli, kwa maisha yako yote yaliyobaki, unajua atafanya nini? Ataendelea kukusafisha na kukuondolea vumbi, na siku moja kazi yake juu yako na ndani yako itakamilika. Utakuwa umetukuzwa na kukamilishwa katika moyo, roho na akili. Unapokuwa mbele za Bwana, utaona mchungaji wako aliyekutafuta aliyekutoa katika ulimwengu wa waliopotea na kukuletea katika ulimwengu wa waliopatikana. Ulipotea, lakini umepatikana. Labda unasema sasa hivi, "Unajua, nataka kuwa miongoni mwa wale waliopatikana." Basi unaweza kuwa, lakini lazima kwanza ukubali kwamba umepotea, umefunikwa na dhambi na unahitaji Mwokozi. Sasa kwa hilo Yesu anasema jambo la kuvutia sana hapa. Yeye, yeye, yeye kama vile anafunua pazia la mbinguni hapa kwenye mstari wa kumi anaposema "Vivyo hivyo nawaambia kuna furaha mbele za malaika wa Mungu juu ya mtenda dhambi mmoja atubuye. Yesu anarudia kile alichosema awali kwenye mstari wa saba kwamba kuna furaha mbinguni juu ya mtenda dhambi mmoja atubuye. Sasa hapa anasema kuna furaha mbele ya malaika Takriban miaka mia moja iliyopita Ji Sirile alibainisha katika maoni yake mazuri juu ya Injili kwamba Yesu anarudia ukweli huu ili kutuliza kutokuamini kwetu. Unaona, hatuwezi kuamini hili. Ee, ni kweli, lakini lakini fikiria furaha kamili ya mbinguni inapitia nyakati za furaha iliyoongezeka. Hebu hebu fikiria hilo kwa muda mfupi. Furaha kamili mbinguni inapitia nyakati za furaha kubwa zaidi. Kwa nini? Kwa sababu mtu aliyepotea amepatikana, mwenye dhambi ameokolewa. Sasa tafsiri ya kawaida hapa ni kwamba malaika wanasherehekea pamoja na Mungu. Naam, sina shaka kwamba malaika wanafurahi, na na Bwana hakika anafurahi, lakini si hivyo Yesu anavyosema hapa Ukiangalia kwa makini anasema kuna furaha mbele ya malaika. Kwa maana halisi, si wao wanaosherehekea; wao wanatazama sherehe hiyo. Kwa hivyo, swali ni ni nani anayesherehekea? Basi, ili kujibu hilo, tunahitaji kurudi nyuma kidogo. Biblia inatuambia kwamba kila muumini anapokufa roho yake huenda moja kwa moja kuwa na Bwana katika nyumba ya Baba. Huko ndiko mbinguni. Kwa hiyo wale wanaosherehekea mbele ya malaika, bila shaka ni wale walioko mbinguni, ambao ni marafiki wanafamilia wa yule aliyemwamini Kristo, na wanaanza sherehe hii ya furaha. Yaani, fikiria maana ya kile ambacho Yesu anafunua kuhusu mbinguni kwa namna fulani, na hatujui ni vipi, hatujaambiwa, wanajua kwamba rafiki yao au mwanafamilia ambaye hakuokoka sasa ameokolewa, na furaha yao mbinguni inaongezeka mara moja na inageuka kuwa sherehe. Labda umewahi kufikiri kwamba watu wakifika mbinguni hawajali tena chochote kinachotokea duniani, kwa kuwa sasa wako katika uwepo wa Mungu. Unajua kwa nini wangekuwa na haja na kile kinachotokea duniani? Sasa hebu nikuambie, ni wazi kwamba wanajali. Wanajali kuhusu uongofu wa wenye dhambi, na hawa waumini ambao wamekufa na kwenda mbinguni wanafurahi sana pale mtu aliyemfahamu duniani ambaye hakuwa muumini alipokufa. Sasa baada ya kifo chao, wanagundua mbinguni kwamba rafiki yao aliyebaki duniani ameokoka. Kwa hiyo kwa namna fulani unapata wazo hili la habari mpya mbinguni, na na pamoja na hizo habari mpya mbinguni za mwenye dhambi aliyepotea kupatikana, sherehe inaanza Lo. Basi hayo ndiyo yote tuliyoweza kuyashughulikia leo. Mpaka tukutane tena kwenye safari yetu ya hekima, wapendwa. Neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nani nyote. Amina.